Tofauti ya kuhani na nabii ni nani? Na nabii nabii ni yule ambaye anazungumza kwa niaba ya Mungu. Anapeana ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. Naye kuhani alikuwa ni yule anawasilisha wanadamu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kufikia hapo, tunaweza elewa sasa nafasi ya Yesu Kristo. Maana Yesu ndiye kuhani wetu mkuu. Yesu Kristo ndiye kuhani ambaye anatuwakilisha. Kristo bwana wetu alitupea uhuru. Uhuru huu ulikuja kwa gharama. Uhuru huu ulimgharimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwanadamu alianguka pale shamba la Edeni, mwanadamu alipoteza uhuru wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alipoteza uhusiano, alipoteza sehemu yake ama nafasi yake katika The presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akaahidi ya kwamba atakuja tena hapa duniani kumrudisha kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanatuonyesha ya kwamba mambo hayo yalitimia, yalitimia wakati ule ambapo Mungu alikuja duniani kupitia mwanawe Yesu Kristo. Yaani Yesu Kristo alikuwa Mungu. Na Yesu Kristo ni Mungu. Kile ambacho Adamu alipoteza, kile ambacho mwanadamu alipoteza, Yesu Kristo alikuja duniani kufanya nini? Kurejesha uhusiano huo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapoangalia katika maandiko matakatifu katika kitabu cha agano la kale, tukija katika Mambo ya Walawi, tunaona tunaona ya kwamba kuna taratibu fulani ambazo zilihitajika kufanyika ili mwanadamu aweze kumkaribia Mungu. Haikuwa jambo la rahisi. Mm -mm. kulikuwa na taratibu Mungu ambazo alikuwa amepeana ya kwamba ili mwanadamu aweze kuwa na uhusiano na Mungu tena, ili mwanadamu aweze kumrejea Mungu lazima ingefanyika kupitia kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kwamba jambo hilo lilikuwa linafanyika kupitia Aaron ambaye ndiye alikuwa kuhani mkuu na wanawe na kizazi chake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kuhani mkuu? Nini maana ya kuhani? Maana kuhani alikuwa na serve as a representative ya mwanadamu kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza jiuliza tofauti ya kuhani na nabii ni nani nao? Nabii, nabii ni yule ambaye anazungumza kwa niaba ya Mungu, anapeana ujumbe wa Mungu kwa wanadamu, naye kuhani alikuwa ni yule anawasilisha wanadamu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kufikia hapo tunaweza elewa sasa nafasi ya Yesu Kristo, maana Yesu ndiye kuhani wetu mkuu. Yesu Kristo ndiye kuhani ambaye anatuwakilisha, ametuwasilisha pale mbele pale, kse, pale mbinguni. Ndiye kuhani wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa changamoto na kuhani mwanadamu katika ukuhani wa Aaron na kizazi chake ni kwamba kuhani hawa walikuwa na mwisho. Kuhani hawa walikuwa na uzee. Kwa wanazeeka, wakishazeeka wanakufa. Mwingine anachaguliwa, anaingia, anaendelea kuripresenti mwanadamu mbele zake Mungu, lakini kuhani huyu ambaye ni wa kipekee, kuhani huyu tunayemzungumzia ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anaishi. Yesu Kristo yuko pale, anaturepresenti. Na sharti ya kwanza ya kuhani ili aweze kuenda mbele zake Mungu pia naye kulikuwa na taratibu fulani ambazo kuhani angepaswa kuzifuata. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwanza ni kuhani awezi mkaribia mungu kama hana sana damu. Bwana Yesu asifiwe. kumkaribia Mungu bila damu, aya, yaya, yaya, ilikuwa makosa kubwa sana. Kuhani hata angamia, anaweza kufa, maana Mungu ni mtakatifu, lazima aone ya kwamba mshahara dhambi imelipiwa, yaani haki imetendeka. Na kwa kuwa mwanadamu ametenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti, sasa lazima damu ingemwagika. Sasa kuhani alipaswa kuingia patakatifu patakatifu na damu, anaenda ananyunyuzia juu ya sanduku la agano mara kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza alikuwa anatoa sadaka yake, alikuwa anatoa alafu anatoa ya wanadamu, ya wana wa Israeli. Sasa jambo ambalo maandiko yanatuambia ni kwamba kuhani alikuwa anachukua mnyama kisha anamwekelea mikono, akishamwekelea mko, mkono anaungama dhambi za wana Israeli, alafu mnyama huyu anafani anachinjwa, damu yake ndipo inaenda na nyuziliwa mahali pale patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo yeye mwenyewe ambaye ndiye alikuwa kuhani wetu, na yeye kuhani pia ndiye aliyekuwa mwanakondoo wa Mungu. Sasa Yesu ndiye alikuwa mkombozi, yeye ndiyo kuhani, ana representi mwanadamu kwa niaba ya mwanadamu, na pia Yesu Kristo ndio yeye pia mwenyewe ambaye alikuwa ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanatuonyesha ya kwamba haya yalifanyika ili mwanadamu aweze kuwa na nafasi na ushirika na Mungu. Maana kama tulivyoona ushirika huu uliharibika pale katika shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mtume Paulo anapoandika waraka huo wa Galatia ambapo leo tumefika eh, chapter 3, Paulo alikuwa na lengo moja kwa washirika hawa, ni kwamba washirika hawa walikuwa wameanza kulegeza kamba, walikuwa wameanza kulegeza mwenendo wao wa Kikristo na kutaka kuchanganya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Paulo akaandika waraka huu ili kuweza kuwaonya kuhusu hadhari za kuchanganya wokovu na nini, kuchanganya neema na kazi. Sasa Paulo anaanza na kusema hii Naanza mstari wa kwanza chapter 3: Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa hili la Wagalatia, washirika hawa walielezewa habari njema, walielezewa injili, injili hii ambayo inahusu kuteseka kwake Yesu kufa kwake Yesu na kufufuka kwake Yesu, mambo matatu, na wakaamini mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati waliamini mambo haya, kanisa ili watu hawa wa Galatia wakaokoka.